Shalom, shalom! Bwana Yesu asifiwe. Kipekee kabisa ninamshukuru Mungu kwa neema hii na uwezesho wake mkubwa katika maisha ya, maisha yangu, maisha yetu, a, sisi sote pamoja na familia pamoja na ndugu zetu wengine wote, a, katika siku ya leo ninatamani tujifunze kitu kimoja ambacho kitakuwa ni sehemu ya hamasa lakini pia kwa ajili ya kuweza kutua kututia nguvu na kutuhamasisha kwa baali ya kufundisha watoto. Nataka tujifunze kwa baari ya kitu kinachosema walimu wa watoto ni wito, walimu wa watoto ni wito. Lakini katika hapo kwenye walimu wa watoto ni wito, tutaangalia zaidi kwamba wewe umeitwaje kwenye huduma ya watoto. Ninaamini kila mmoja ambaye ni mwalimu wa watoto, kuna namna ambavyo Mungu mwenyewe amemwita katika kufundisha watoto, na ninaamini kabisa kwamba katika kufundisha watoto, kuna watu ambao walijiita wenyewe, lakini kuna watu ambao Mungu aliwaita mini Mungu aliwaita, lakini kuna wengine ambao walijiita wao wenyewe. Sasa natamani tuangalie zaidi kwa baadhi ya watu ambao Mungu aliwaita kwa ajili ya utumishi huu, kwa ajili ya huduma hii ya mtoto. Sasa tunapotembea na kichwa ambacho kinasema kwamba wewe umeitwaje kwenye huduma ya mtoto eh? Ilitokeaje tokeaje ukajikuta kwamba upo kwenye huduma ya mtoto ilikuwaje kuwaje kwamba wewe ukawa unafundisha watoto? Ni nini ambacho wewe mwenyewe binafsi kiliweza kukusukuma hata ukajikuta unakuwa katika huduma hii ya kufundisha watoto regardless, labda tuseme kuna mtu alikwambia, regardless, labda ulisikia sauti ya Mungu, vyovyote, ni kitu gani ambacho wewe kilikusukuma hata ukajikuta upo kwenye huduma hii ya kufundisha watoto. Na tunaweza tukasema huduma hii ni huduma ambayo wengi wao wanaiona kama vile ni huduma ambayo pengine haina matunda sana, ni huduma ambayo pengine wengine wanaiona ni kama vile haina tija sana, lakini ukweli ni kwamba huduma hii ya mtoto, huduma ya kufundisha watoto, ni huduma ambayo Mungu huwa anaifurahia sana ni kwa sababu moyo wa Yesu, moyo wa Mungu kwa ajili ya watoto, anawaangalia sana. Na ndio maana ukisoma katika Marko kumi kumi na nne anazungumza anasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Unaweza ukaona ni namna gani Yesu Kristo anavyowaangalia watoto, Yesu Kristo anavyowatazama watoto ni tofauti na sisi tunavyowatazama sasa katika siku ya leo tutajifunza kwa habari ya kwamba wewe umeitwaje katika huduma hii ya mtoto. Lakini maandiko ya Mungu katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa kumi na moja anazungumza kwa namna ambavyo Mungu ametuita kwa ajili ya utumishi huu. Anasema kwamba uh, nitasoma, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kwa hiyo kila mmoja anaweza akawa ameitwa kwenye huduma au anaweza akawa ameitwa, so wewe uliitwaje? Sasa sasa ninatamani tujifunze kwa baadhi ya njia kama saba au kama vichocheo saba ambavyo vinaweza vikawa ni sehemu mojawapo ya wewe ambao vilikufanya sasa uweze kujikuta upo kwenye huduma ya mtoto. Ah, jambo la kwanza kabisa ambalo ninaweza likalisemea au kichocheo cha kwanza, ah, mtu anaweza kaitwa kwenye huduma ya mtoto aidha kwa kusikia sauti ya Mungu ndani yake inamwambia kwa bali ya kufundisha watoto. Kuna watu tumejikuta tunafundisha watoto ni kwa sababu tulisikia ndani yetu sauti ya Mungu inatuambia nenda kafundisha, lakini unakuwa na maswali kwamba Mungu, nitafunda, I mean nitafundishaje? Sina uzoefu, sina experience ya kufundisha watoto, lakini ndani unasikia sauti nakuambia nenda ukafundishe watoto. Kwa hiyo kuna watu tumeitwa kwa njia hiyo, kuna watu tumeitwa kwa stahi hiyo, kwamba Mungu anasema na wewe automatically ndani kwamba nenda kafundishe watoto. Lakini kichocheo cha pili ambacho kuna wengine tumeitwa kwenye huduma ya mtoto ni kwamba kuna watu tuliwahi kuambiwa kwamba na watu wengine, kuwa wewe mbona unaweza kufundisha watoto, we Bundala, unaweza kufundisha watoto, we fulani, unaweza kufundisha watoto. Ni kwa sababu ya namna ambavyo wamekuona unakuwa interacted na watoto, ni kwa sababu ya namna ambavyo wamekuona uko nacheza na watoto, ni kwa sababu ya namna ambavyo wamekuona uko najali watoto, ni kwa sababu ya vile ambavyo wamekuona upo karibu sana na watoto, ni kwa vile ambavyo wamekuona unawafahamu watoto. Kwa hiyo wamejikuta automatically, watu wanakuambia wewe, mbona unaweza kufundisha watoto? Wewe, mbona kwenye kufundisha watoto huko vizuri? Kwa hiyo kuna watu tumeitwa na Mungu kwenye kufundisha watoto kupitia watu wengine. Kwa hiyo Mungu anaitumia watu wengine kwa ajili ya kuja kutuambia kwamba fulani, mbona wewe unaweza ukafundisha watoto lakini kichocheo cha tatu ambacho kuna wengine tumejikuta tukiwa tunafundisha watoto ni kwa kuambiwa na viongozi wa kanisa, nenda kacheza na watoto. Nina uhakika kabisa kwamba kuna watu ambao walikuwa hawako interested na kufundisha watoto, lakini kwa sababu Mungu alitamani akutumie wewe kwa ajili ya kwenda kufundisha watoto, ninaamini kuna wengine litokea kwamba siku moja kwamba kwa mfano mwalimu wa watoto amechelewa, lakini baada ya kuchelewa unaona kwamba watoto wako wanapiga kelele kanisani, kwa mchungaji au mzee wa kanisa anakuambia, nenda kule ukakute, unacheza na watoto au watulize watoto. Kwa hiyo katika kujikuta kule umeangukia kwenda kuwatuliza watoto waache kelele kule kuwatuliza watoto wakae kimya, tayari unajikuta tayari unaingia kwenye kufundisha watoto. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni sehemu au ni kichocheo mojawapo ambacho wengine kilipelekea kwamba wakajikuta wameingia kwenye kufundisha watoto. Kwa hiyo amhop anamshua sure. Kuna watu tumeitwa kwa staili hiyo. Kuna wengine unajua kwamba labda wito mpaka Mungu ashuka na seme fulani fulani njo ufundisha watoto? No. kuna wengine tu Mungu alitumia kwa staili hiyo. Lakini kichocheo cha nne ni kwamba kuna watu wameitwa kwenye kufundisha watoto kwa kuona watoto namna ambavyo wanavyonyanyaswa na watu wengine. Kuna mtu aliona wa watoto wanavoteswa, kuna mtu aliona wa namna watoto wanavyonyanyaswa, kwa baada ya kuona Akasema o oh, kumbe mimi naweza nikawa sehemu ya kuweza kuwasaidia watoto. Kuna wengine tu walikisha kuona kwamba mwalimu fulani akiwa anafundisha watoto, ukasensi kabisa kwamba mbona kama vile anavyofundisha sio vyema. Kwa hiyo baada ya hapo, unaona kabisa ndani yako unapata au unapata msukumo sasa wa kwenda kuwasaidia watoto, unapata msukumo wa kwenda kufundisha watoto. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho ulikiona hakiendi sahihi, kuna kitu ambacho uliona kwamba watoto wanatendewa kisicho sahihi aiza katika kanisa, aiza katika jamii, aiza katika shule, mahali popote. Kwa hiyo unajikuta kwamba kwa sababu ya kuona watoto wananyanyaswa, watoto wanateswa, unajikuta ndani unapata mzigo, unapata shauku ya kwenda kuwasaidia watoto. Kichocheo cha tano, kuna watu tumejikuta tukiwa tunafundisha watoto ni kwa sababu ya kupitia mazingira magumu ambayo tukiwa watoto Nimeshawahi kukutana na mtu mmoja ambaye ana organization, ana taasisi ya watoto ambapo historia yake inasema kwamba wakati yeye akiwa mtoto mdogo aliwahi kupitia kwenye mazingira magumu sana. Kwa kupitia yale mazingira magumu sana yakamtengenezea ile njaa na shauku ya kutaka kuwasaidia watoto ambao walipitia changamoto na mazingira magumu kama yale ambayo yaliyopitia na unaweza kuona kwamba kuna watu ambao wakiwa bado watoto wadogo walishawahi kupitia changamoto, walishawahi kupitia mambo magumu, walishawahi kwenda shule huku wakiwa na mavazi yaliyochakaa, walishawahi kwenda shuleni peku kwa, kwa sababu ya vile vitendo, kwa sababu ya yale mazingira, kwa sababu ya ile hali ambao walipitia ndani yao ilijenga hasila ya kutaka kuwasaidia watoto wengine ambao watawaona wanapitia katika hali. Kwa hiyo unaweza kuona kuna watu wengine tumejikuta tunafundisha watoto kwa namna ambavyo Mungu alituita kwa njia hiyo, kwa sababu ya mazingira yale magumu ambayo tuliyapitia tukiwa watoto. Kichichoo cha sita sasa kwamba kuna watu Uh, waliitwa kufundisha watoto kwa sababu ya kusikia amani ndani yao. Kuna mtu ali, anajisikia tu amani kukaa na watoto. Kuna mtu anajisikia furaha kukaa na watoto. Kuna mtu anaenjoi tu kukaa na watoto. Kwa maana hiyo sasa, kukaa na watoto kule kunamfanya sasa kujitambua kwamba kumbe na mimi, kuna namna, nina wito wa watoto, kuna namna kumbe na mimi na naweza nikafundisha watoto. Kwa hiyo kwa kusikia amani ndani yako, unaweza ukaona ni namna gani ambavyo Mungu anakuita katika kufundisha watoto. Lakini kichocheo cha saba kuna watu wameitwa kufundisha watoto kwa sababu ya kuwasaidia watoto ambao walikuwa wanapitia kwenye mazingira magumu. Kwa maana nyingine, naweza nikasema kuna watu tuliitwa kwenye kufundisha watoto kwa sababu tulifanya charity kwa kwenda kuwaona watoto ambao walikuwa wanapitia kwenye mazingira magumu. Wengine walikuwa ni mayatima, wengine uh, walikuwa ni watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu na wazazi wao. Ufanya charity Ulijikuta tayari unavutwa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watoto, tayari unavutwa na kuwa sehemu ya familia ya watoto. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo, kila mtu katika eneo zima la kufundisha watoto ana wito, kila mmoja ameitwa. Kwa hiyo wito wangu sasa kwamba wito wangu kwa wale ambao tumeitwa kwa ajili ya kufundisha watoto, ni vizuri sana tukauitikia ule wito ambao tumeitwa na Mungu na kuutendea kazi pasavyo, ili kusudi kwamba Mungu wetu apate kutukuzwa kwa kile tunachokifanya. Sikiliza, Unapofundisha watoto, unapoitikia wito wa watoto, unapokaa na watoto, maana yake tayari unakuwa na nafasi ya kupanda mbegu njema kwa watoto, lakini pia unapanda mbegu njema kwa Mungu wako. Kwa hiyo ni vyema sana, kama sisi walimu ambao tumekwisha kutambua wito wetu wa watoto, tukaweza kusimama thabiti katika msingi huo. Kwa maana hiyo, kama Mungu amekuita tayari na unafahamu kwamba mimi nimeitwa kwa ajili ya kufundisha watoto, hakikisha kwamba unafundisha haswa, hakikisha unafanyia kazi haswa, hakikisha unatendea kazi haswa, hakikisha una unajibidisha kama ni kutafuta maarifa, tafuta; kama ni kuomba, omba. Yani chochote ambacho unaona kwamba kinampa Mungu tukufu, kwa kila ambacho amekuita em, kifanye kwa viwango. Kuna kamsema wanapenda kukasema kwamba unatumia kitu kidogo ambacho uko nacho, lakini unatumia in standard level ku. Unaweza ukawa na maarifa kidogo, lakini katika hayo maarifa kidogo ambayo uko nayo ukayatumia kwenye standard kubwa katika kufundisha watoto. Tuitikie wito wa kufundisha watoto.